Mlivyoona tulikuwa na, na, na uchaguzi wa, wa spika wa bunge na tumemchagua mheshimiwa Zungu kuwa spika wetu. Na unazungumzia matarajio yangu, matarajio yangu nafikiri mheshimiwa spika maisha yazungumza tayari kwamba kuendesha bunge ambalo litakuwa ni wa, kioo kwa maana litawakilisha wananchi. Najua waheshimiwa wabunge ni wawakilishi wa wananchi, bunge ambalo litawakilisha wananchi, kwa maana mawazo yao lakini bunge ambalo litafanya kazi na serikali kwa sababu mimi, e, ni mhimili. Tuna judiciary, tuna executive, lakini vile tuna bunge. Kwa hiyo e, kama ambavyo spika alivyozungumza e, kwamba atahakikisha bunge letu linatimiza wajibu wake wa kikatiba kama bunge, yes, yes. Yeah. Lakini vile tunatarajia kuwa na discussion nzuri, unajua hapa ndio mawazo watu, natoka sehemu mbalimbali. E, ndio sehemu ambao wananchi wote tunazungumzia mambo ya nchi kwenye discussion zile za kutunga sheria au kwenye budget zile, wa kwa kwamba kwa tunapo kwama inapotoka hapa ina nchi yetu au ukubwa wa nchi yetu. Ay, ndio matarajio yetu, na Mweshimua Spika nafikiri atatuongoza vizuri sana. But nzuri ni mzoefu, si mtu ambaye kwamba anaanza kujifunza kazi hii ni kwa hiyo tunatarajia mambo makubwa sana kutoka. Yes.